Yale ambayo nimekuandalia wiki hii. Pamekuwa na mengi sana, lakini kwamba ni wazi pamekuwa na joto la kisiasa hapa nchini ambalo limeanza kupanda ndani ya vyama vya siasa kutokana na kubainika kuwepo kwa kampeni za chini kwa chini kwa baadhi ya walioonesha nia ya kugombea. Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, utashirikisha wagombea wa vyama vya siasa mbalimbali. Hali inaashiria kutakuwa na kampeni za vuta ni kuvute kila chama kikihakikisha kina jinadi ili kuwavutia wanachama au wananchi kwa ajili ya kuwapigia kura. Kutokana na vuguvugu vugu hilo basi la uchaguzi, katika hotuba yake ya miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amegusia kukua kwa demokrasia hapa nchini, lakini akiwaasa wananchi wa vyama vya siasa, taasisi mbalimbali mbali kuzingatia sheria za nchi ili uchaguzi mkuu uweze kufanyika katika mazingira ya utulivu na amani. Tumsikilize Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan na kisha tutarejea hapa studio. Demokrasia yetu imeendelea kukua na kuimarika hususan kupitia falsafa yetu ya R 4 ambayo itaendelea kuwa nyenzo muhimu ya kukuza ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi kwenye masuala muhimu kwa mustakabali wa nchi yetu. Ndugu wananchi, Mwaka wa 61 wa muungano wetu umeangukia kwenye mwaka tunaokabiliwa na jambo kubwa la kidemokrasia nchini. Tutafanya uchaguzi wa kuwachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi pamoja na madiwani. Ni matumaini yangu kuwa tutaendelea kudumisha sifa ya nchi yetu kuwa ni kitovu cha amani na nchi ya kidemokrasia iliyojengeka juu ya misingi ya uhuru na haki. Serikali imejipanga kuhakikisha kuwa mahitaji yote ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yanapatikana kwa ukamilifu na kwa wakati. Aidha, tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwenye mazingira ya utulivu na amani katika kipindi chote cha matayarisho hadi wakati wa uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Wito wangu kwenu wananchi mjitokeze kwa wingi kushiriki katika mchakato mzima wa uchaguzi kuanzia kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura kujitokeza kugombea. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika sehemu ya hotuba yake akisisitiza kwamba mwaka huu e, tunaenda kwenye uchaguzi, miaka hii sitini na moja ama mwaka huu wa e, kuadhimisha muungano wa serikali ya Zanzibar pamoja na Tanganyika ni miaka 61 ambayo iliasisiwa na marehemu ama hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abedi Amani Karume mwaka 1964. Sasa tumetimiza miaka 61 ikiwa ni Aprili 26. Wakati tunaadhimisha miaka hii, tunakumbuka kwamba tuko katika mwaka huu wa uchaguzi. Pamekuwa na pilikapilika E, firigisu za hapa za pale, watu wakionyesha e, nia ya kupita katika majimbo kushawishi wanachama wao waweze kuwachagua wakati ambapo mwafaka, e, wakati huo utakapofika sasa. Hili ninaye vilevile mwonyesha nia Hamadi Rashidi, huyu ni mwanasiasa wa zamani ambaye ameshuhudia mifumo hii ya uchaguzi tangu mfumo wa chama kimoja, ninaye hapa studio, na mwaka huu anatarajia vile kuonyesha nia ya kugombea nafasi ya uraisi huko serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, karibu sana. Asante sana. Habari za wakati huu? Nzuri tu. Umejipanga kisawa sawa. <laughs> Kiasi. <laughs> huoni kwamba ni wakati wa kuachia vijana na wenyewe waka <laughs> Ah, sijasema kwamba wasishiriki mm. Tutashindana tu nikipata kana nafasi sawa, sikupata sawa vile vile. Ni haki yao, ni haki yao. Eh, na hili lakini wewe, eh, umeonyeshania. Nimewambia wenzangu nani mm. ya kugombea zugonafa una nia hiyo ya, ya, urais. Urais, <tabu> e, ya kugombea, lakini lakini umsikilize mheshimiwa rais akizungumza kuhusiana na mwaka huu, umuhimu wa mwaka huu, na pamoja na kuheshimu zile za falsafa, falsafa zake nne ambazo amekuja nazo, lakini sio ni sababu ya kufanya mambo mengine kwamba tafsiri yake ni nini katika hotuba hii. Tuanzie hapo kwanza. Kwanza tukumbuke tu kwamba uchaguzi hmm ni kiashiria kimoja kikubwa sana cha kuleta vurugu katika nchi kwenye historia kutoka nyuma. Eh, ukienda kwa upande wa Zanzibar ambako chaguzi nyingi toka wakati wa koloni zimekuwa ni chanzo cha vurugu kwa sababu huwezi ukafanya uchaguzi ana mm. huwezi ukaendesha mipango ya maendeleo kama nchi yako haiko salama hata kidogo. Na mimi nafikiri hili ndo mheshimiwa rais alikuwa analikazania sana kwamba pamoja na yote haya tunayo katiba inayotuongoza tunazo sheria tunazozongoza, tunazo, tunazo kanuni za ndugu. Inawezekana zina mapungufu, maana hakuna kamilifu mm. na huwa watu wanatolea mfano eh, Qur'ani imeteremka kwa miaka 23 miaka <laughs> mingapi? 23, 23. Mm. na inatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa hiyo usitegemee jambo analofanya binadamu litakamilika oui. siku moja. Kwa hiyo hapo kwanza, hilo tulielewa. La pili, kile ambacho tumekipata lazima ukifanye vizuri. Wanasheria wanasema sheria nzuri ni ile iliyofanyiwa majaribio mm sheria nzuri iliyofanywa majaribio Ilefani. na sheria nzuri vile vile inategemea nini? Wale wanaoisimamia hiyo sheria, namna kweli kwa wanataka nia kuitekeleza kwa. mm -hmm, kuna pande mbili, kuna sheria yenyewe kwanza kuifanya majaribio, lakini vile vile, vile wasimamizi wa sheria yenyewe na wao lazima oh, watende haki. Nilivyokuelewa Mheshimiwa Ahmad Rashid ni kwamba eh, kwa hatua hii ambayo rais anasema kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi mazingira ya utulivu na amani pamoja na maelezo ambayo anayosema kwamba kuna sheria lakini una, una, una, una, una wasiwasi kwamba bado kuna tuna sheria zetu zina mapungufu, lakini bado kuna mazingira ambayo inawezekana pakafanyika uchaguzi wa amani na utulivu. Nasema tumetoka huko nyuma, kulikuwa na ya ya kusikazi, kusikazi mapendekezo ya kubadilika kwa sheria, na bahati nzuri alikuja kwenye kikosikazi kikatoa mapendekezo tukapeleka serikalini, serikali baadhi ya mapendekezo yale imefanyia kazi, sheria zimebadilika na kadhalika kwa hivyo nasema hilo likuwa lishafanyika, lishafanyika, sheria zimebadilika. Tuzione sheria zinavyofanya kazi sasa, zitafanya kazi sawasawa, zifanye kazi sawasawa. Sema sheria nzuri ni ile ambayo ni tested, kimejaribiwa. Lakini nasema hilo limefanyika, na kazi hiyo itakuwa inaendelea tu. Kila tukimaliza uchaguzi, tume uchaguzi itatoa taarifa, vyama vya siasa vitafanya utafiti, taasisi mbalimbali zitafanya utafiti, sema bana, uchaguzi uliopita vya pamoja na sheria hii, kuna haja ya kufanya moja mbili tatu nne tano inawezekana mapema nyewo wengine mnaiona kama ni muhimu tufanye mapendekezo, serikali ikaache sifanye, ni ni kawaida kawaida kabisa kabisa, jambo la, la <laughs> lakini kile ambacho kishatoka, na kikitoka wapi? Mwalimu anasema tuheshimu taasisi zetu, na rais kalizungumza sana, tuheshimu bunge, tuheshimu mahakama, tuheshimu utawala. Bunge, bunge limepitisha sheria, sheria tayari imepitishwa mswada, imekuwa ni sheria. Ukishapitisha sheria lazima uifanyie kazi. Hiki ambacho kimepatikana hey, lazima kifanywe kazi. Kifanywe kazi, cha sheria nchi sasa. Hilo jambo moja la, la, la msingi. Lakini jingine ambalo la msingi sana unasema raia ana haki mbili muhimu sana. Mm -hmm. Haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Ndiyo. Haki ya kuchagua na kuchaguliwa, bahati mbaya kwetu katika nchi yetu au nzuri inatoka kwenye mfumo wa vyama tu vya mm, siasa. Yaani hakuna mgombea binafsi. Kwa hivyo raia anapata haki ya kuchagua au kuchaguliwa kupitia chama cha siasa. Ni wajibu wa chama cha siasa kuhakikisha kabisa haimnyimi raia haki hii ya kuchagua na kuchaguliwa, pamoja na mazingira yote pamoja na matatizo yote yaliyopo. Hii ni haki ya msingi hii ya raia, ukimkoseza angoje tena miaka mitano apate hiyo nafasi hmm. Na hii ndio ambayo ndo nalisisitiza kila wakati, ndio maana katika EDC sisi tukasema hatutogomea uchaguzi hata siku moja, kwa sababu tukigomea uchaguzi si tukunyima sisi wenyewe tutakamata kwa mata dola, lakini tunamnyima na haki raia, ya kuchagua na kuchaguliwa, si haki kwa hivyo msingi, haki ya msingi. Rais anasema lazima tujitahidi hawa raia wapate haki yao ya kuchagua na kuchaguliwa, ili waweke serikali wanayoitaka viongozi mm wanaotaka kupitia vyama vya siasa vilivyo. Ni wajibu wa vyama vya siasa kwenda kuwashaisha watu, kuwashirikisha watu, kuwapa fursa kugombeana na vyama vyao, kuwapa fursa ya kujua na sheria na taratibu za uchaguzi, ili uchaguzi uwe huru na haki sawa. Eh, kwa, kwa, namna ambavyo umeshiriki chaguzi tofauti tofauti eh, tangu uchaguzi wa mfumo wa chama kimoja mpaka hivi sasa, na wewe unakwenda kuwa mgombea tena wa nafasi ya urais, ni mambo gani ambayo yanapaswa kuzingatiwa ili kufanya sasa utulivu, amani na uchaguzi uweze kwenda pasipokuwa na malalamiko na manung'uniko? Wataalamu wanasema yeah, it takes two to tango. Pande zote mbili zinahitajiwa kufanya wajibu wake. Vyama vya siasa vihakikishe kabisa vinaheshimu katiba na sheria. Mm -hmm. Lakini hizi katiba na sheria vilevile ndizo hizo zinazoongoza taasisi zenyewe. Mm -hmm. Kwa hiyo wanaosimamia taasisi hasa hiyo Tume ya Uchaguzi ya Taifa. Mm -hmm. Na watu wao wote lazima wahakikishe kabisa yale masharti ya msingi ya, ya ka, sheria na kanuni wanatimiza bila ubaguzi wa aina yote. Mm -hmm. Hilo itasaidia sana, kwa sababu hilo ni moja katika lalamiko lipo. Mm -hmm. Kama kuna kaupendeleo kidogo. Mm -hmm. Wakiondoa hilo, la pili uwazi, kwamba hili tunalolifanya tulifanya kwa mujibu wa sheria kwa uwazi sheria inasema hivi, kila mmoja ameshiriki. Nimefurahi tume hapa imesema, jama njoni msaini kanuni mm. tumeitwa sote tumelana, tumeitwa sote kwa hivyo, ilikuwa ni kitu cha wazi kabisa. Wampigwa simu watu na kadhalika, alikuwa hakwenda ni yake mwenyewe, lakini utaratibu ulikuwa wazi, na hili jambo la msingi sana. Kila tunachokifanya kiwazi, na kila mtu akielewe cha mm. cha tatu cha msingi sana ni kwamba tunaogombea, basi ziko kanuni hizi tushakubaliana nazo, tuziheshimu. mm. mm. Ndio. <laughs> Pale posema rais, tuheshimu sheria, tuheshimu kanuni mm -hmm. Tuheshimu na katiba mm -hmm. Ili hatimaye wananchi wafanye maamuzi. Hilo mimi nafikiri jambo la, mm -hmm. la, la msingi sana, lakini la nne ambalo la msingi vile vile, tunavyo vyombo vya dola kazi yake ni kusimamia, mm -hmm. kusimamia hizi chaguzi zetu, jitahidi sana sana kusimamia uchaguzi huu kwa kuhakikisha kabisa amani na utulivu napatikana bila kutumia nguvu ya ziada, mm -hmm. kwa sababu ni yeye inaweza ikasababisha vurugu ndani yake, kwa hiyo ni vizuri tukahakikisha, lakini vilevile Nikisema ni upande wa pili wa shilingi na yule mwanaria mwenyewe anatakiwa vile vile naye asisababishe ile vurugu vile vile. Asa. Akifanyika hayo, mm. tutakuwa tutamefanikiwa hatimaye matokeo yatoke kwa tuta Hatimae ya toke kwa uwazi na kwa haki, anayepata kapata alikuwa kupata kupata. Hatuwezi sote tukashinda, atashinda mmoja yule aliyetakiwa na wananchi. Hii ni Mizani ya Wiki, mimi ni Jamali Hashim, na nakuletea matangazo haya kutoka jijini Dar es Salaam. Tunapumzika na kisha tutarejea tena baada ya muda. Naam, kama unajiunga nasi, kipindi ni Mizani ya Wiki. Mimi ni Jamal Hashim. Sehemu ya hotuba ya Rais aliyoitoa kuelekea miaka 61 ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika aliofanyika mwaka 1964 Aprili 26, ndio inatuleta katika mjadala huu wa mizani ya wiki. Kwa sasa tunaungana na mgeni wetu mwingine ni Mohamed Ulangwa, yeye ni mkurugenzi wa mawasiliano kafu tukizungumzia kuhusiana na sehemu ile ambayo ya hotuba ya Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kukua kwa demokrasia, lakini akisisitiza na akiwaasa wadau wa uchaguzi kuhusiana na kuzingatia maswala ya utulivu, kuzingatia sheria, wakati huu ambapo taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Karibu sana, umemsikiliza Ahmad Rashid, kidogo japo ulikuwa unafuatilia yako mbali. E, kuhusiana na namna ambavyo vitu gani tunapaswa kuzingatia ili uchaguzi uweze kufanyika kwa uhuru haki na amani e, kwako wewe mtazamo wako ni upi, pamoja na ile hotuba ambayo ya Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ulioisikiliza? Uh, kwanza ni muhimu sana kama nchi kupigania amani e, katika muda wote mm -hmm, kwa sababu tunaweza kujadili kuhusiana na maendeleo pale tunapokuwa tuna amani mm -hmm, lakini lazima tuseme kwamba amani ni zao la haki, kwa hiyo ninampongeza rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania katika kuona kwake kwamba kuna umuhimu wa kuwa na amani mm -hmm. lakini natoa wito kwake kumkumbusha e, kwamba yeye ni mlinzi wa kwanza wa amani yetu sisi mm -hmm. na kama nilivyosema kwamba amani ni zao la haki watanzania walikuwa na matumaini makubwa sana ya kurudi kwenye demokrasia angalau ile ambayo aliacha rais wa awamu ya nne jakaya mrisho kikwete ndani ya tanzania mm -hmm. ambapo hata kama si kwa asilimia mia, mia, mia lakini wengi waliopigiwa kura walitangazwa kuwa washindi katika maeneo yao. una wasiwasi kwamba una wasiwasi na hilo, kile kilichotokea <laughs> baada ya swala zima la maridhiano ara nne, na sisi chama chetu cha wananchi CUF kilikubali ku, e, kuunga mkono a, harakati zote za kikosikazi cha rais japo, mm -hmm, kuwa e, sisi hatukuwa na mjumbe hata mmoja mwakilishi yeah. lakini tuliwaamini hawa Mheshimiwa Ahmadi Rashid na wengine waliokuwepo katika vyama vingine ikiwemo Zito Kabwe eh? mm, mm, tukaamini kwamba mwisho wa harakati zile, mm. tunaenda kuirudisha Tanzania pamoja, na kipimo chetu cha kwanza kilikuwa ni uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka elfu mbili na ishirini na nne mm, mm, yaliyotokea pale ni miongoni mwa mambo yanayowapelekea watanzania wakate tamaa. kwa, kwa, kwa hivyo uenda nikikusikiliza ni, ni kwamba bado una, una wasiwasi umeonyesha matumaini kwa kauli ya Rais lakini Katikati tena na kusikia unaonyesha wasiwasi. Yes, kwa sababu haya mambo ya katika kipindi tulichonacho yanatakiwa sasa yawe smart, msimamo wako ni upi hapa? yawe smart, S M A R T, <laughs> moja ya sifa za vitu kuwa smart ni kuwa mesharabo vitu vipimike. Tuna malengo mazuri, tunataka maridhiano, tunawarudisha watanzania pamoja. Tunapimaje haya? Moja katika vipimo vyake ni kuona tunapoenda katika chaguzi, basi watanzania wanapewa kile wanachokihitaji kwa hiyo pakitokea dosari kama ile iliyotokea mwaka 2024, mm. eh, ni lazima ianze kuonyesha wasiwasi kwamba inawezekana malengo yetu eh, hayapimiki kama vile tunavyoweza kuyakadiria maana na... na... tuna... tunatoa tuna tuna tuna wito Di. kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu vyombo hivi vyote vinavyosimamia chaguzi mpaka sasa viko mikononi mwake mm. kuhakikisha kwamba waachane na ile desturi ambayo iliwahi kutokea huko nyuma eh, wakati mwingine mazoea nayo uzaa tabia eh, basi katika uchaguzi huu mkuu e, watakaoshinda watangazwe kuwa washindi, lakini mchakato kuelekea ku, e, kuwapata wagombea na hatimaye kushiriki kwenye kampeni uwe huru na wahaki, sio wa kuwaengua wagombea katika misingi ambayo itaenda. kwa kwa Hamad Rashid, kuhusiana na kauli aliyoitoa nani Muhammad, una, una, una um... umeelewa vipi? Ni, um... ni sahihi kwamba unajua ukitafunwa na nyoka kionoku tunashtuka, <laughs> waswahili wanasema. Lakini kama nilivyotangulia kusema mm, e, mchakato huu wa demokrasia ni mchakato mm. Na usichukulie kama makosa ametokea jana na juzi yakatokea. Nikupa tuk, mfano hapa mm, tulianza na vyama kimoja, tulianza Zanzibar, akasema hakuna uchaguzi mpaka miaka sitini. Mm. Ndiko <laughs> tuko tukotoka huko, Karume asema hakuna uchaguzi mpata ba miaka sitini. Yeah. Mi sabini na saba naingia kwenye bunge miaka 60 haijafika ya <coughs> <coughs> kwamba hakuna uchaguzi. Kwa hiyo nasema haya mambo na, yanabadilika kila wakati. Lakini mimi nafikiri tuchukulie nia safi alionayo rais, kwamba anahitaji kabisa kuona kwamba tunafundisha uchaguzi kwa huru na haki. Inawezekana kabisa katika utekelezaji huko nyuma hatukwenda vizuri, lakini haina maana kwamba hatutofanya tena vizuri mbele ya safari. Mm. Hilo ndio jambo la kwanza. La pili. Mm. Lakini la pili naungana naye kabisa kungangania kwamba haki ndio tunda la amani na utulivu. Mm. Na haki inapatikana kwa kuheshimu katiba yetu, sheria yetu na kanuni zetu, tutapata haki kwa sababu ndizo zinatafsiriwa unapokosa hiyo haki kwenda mahakamani na kadhalika. sa, sa, na rais alisisitiza tuheshimu katiba, sheria na kanuni zetu. Mimi nafikiri sote tukifanya hilo, na pale nilikueleza mapema kwamba inahitaji watu wawili wote wafanye pamoja, vyama vya siasa, raia, lakini na wasimamizi na watekelezaji wa sheria zenyewe, na wao watende hiyo haki mm, na wasimamie kwa haki hiyo itapatikana. Mi naamini kwa nia ya rais alionayo, mm. na mwelekeo alionao anataka. Bwana Muhamed anajenga wasiwasi. Wasiwasi ni, ni, ni sehemu ya vita mm. wasiwasi ni sehemu ya silaha. Simlaumu, lakini nasema kwa uzoefu wangu mimi, kama ni wasiwasi tusingekuwa na uchaguzi leo. Maki Karume alisema yaka 60, ndio 61 au sio? <laughs> <laughs> na tunaheshimu mawazo yao au sio e? Lakini nasema wasiwasi ni wajibu kuwa nao midandam yote anatakuwa mm, awe na wasiwasi mm, lakini vile vile angalia huyu mtu ambaye anakueleza yuko namna gani. Mimi nasema rais amejitahidi sana. Haya ni maneno ya alikuwa mwenyekiti wa kikosi kazi, alikuja kwenye kikosi kazi, alipoanzisha kikosi kazi, mambo tuliyofanya kwenye kikosi kazi, akasema haya tutaanza kuyatekeleza, mengine tutatekeleza baada ya uchaguzi kuja kuna swala la katiba na kadhalika. Sasa mwingine anasema yote tutatekeleze kabla. Ah, kila kitu kina program zake, kuna taratibu zake. Anaendesha nchi, ana mambo mengi, hana mambo ya Tanzania tu peke yake, ana mambo ya kila pahala. Mimi siku hizi siku hizi, bahati nzuri, najitahidi sana kusoma soma habari za wenzetu <laughs> naona kumbe sisi tuna afadhali kwa sababu wenzetu kila wakati wako kwenye harakati na mapambano hayafiki <laughs> <laughs> pahala. Lakini nasema ukitaka kuona kama tunapiga hatua tizama tu kwamba, je, taasisi zinapata uhuru wa kusema, taasisi zinashirikishwa, vyombo vya habari vinashirikishwa na, na, na kadhalika <laughs> hata haya yanayotokea siana tulio taarifa <laughs> nilikuwa nasoma taarifa ya IPU Human Rights Commission <laughs> wabunge zaidi ya elfu moja na mia tano wa vyama vya upinzani wako ndani, wengine wameuliwa, wengine wanafanywa nini mbie dootatulea siku moja aitoe taarifa yao ya human rights mm. ni hatari, huwezi kuamini kabisa. Wabunge kabisa wa opposition wako majela, wengine wameuliwa, wake zao, watoto wao, mali zao na kadhalika, ukisoma ile taarifa yao. Kwa hivyo sisi haimna mbunge wa Tanzania hata mmoja. Sasa hili ni jambo kubwa. Mimi mwenyewe nimekaa ndani miaka mitatu jela kwa kushutumiwa haini, nilikuwa mjumbe baraza la wakilishi. Ndo hatunao tena ndani. <laughs> <nabadilika> <laughs> mm. mm. Kwa hiyo unasema mambo yanabadilika kila wakati, huwezi kuchukua jambo moja, ndo kalifanya hilo hilo tu, ndo ndio maana mizungu akaweka kitu asema nasamehe, kwa maana nakupa muda ukifika pale sema nimetubu nasamehe. Mimi naomba turudi katika mstari. Inawezekana tukafanya uzuri katika amu ile iliyopita, tukaharibikiwa katikati kidogo mm. tumeharibikiwa sana miaka mitano vya mavya sasa kufanya kazi hapo. Eh, tukaharibikiwa kwa kweli, tumerudi kwenye trek ya kufanya kazi. Mimi naamini tujenge imani, tufika salama, kwa imani inayokusaidia sana. Kwako Muhamidi Uh, huyu ni makamu mwenyekiti mstaafu wa kikosi kazi, akieleza kuhusiana na ujumbe aliotoa Dr. Samia kwamba ana matumaini nao makubwa na yeye anapaswa kuwa na matumaini nayo, kwa sababu kwanza, na huyu ni makamu mwenyekiti, kwa maana yuko jikoni, alikuwa jikoni hey. Hiyo na hata sababu ya kuteuliwa kwake ni kuaminika kwake hey. Na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, nimetumia lugha ya kutoa wito nilipoongea mara ya kwanza maana yake ni kwamba Watanzania hawa hawana uwezo kama alivyokuwa mwanadamu yoyote kupima dhamira na nia ya mtu mm. Nia na dhamira ya mtu pimo, awali vinapimwa kwa vitendo. <laughs> Kwa hiyo ndio maana nikasisitiza tu kwamba nia inaonekana njema, dhamira mm. inaonekana njema kupitia katika matamshi yake na ndio maana mm. sisi kafu, nilisema mwanzo kwamba hatukuwa na mjumbe hata mmoja mm. lakini sisi ni waumini wa maridhiano. Tuliuliwa mwaka elfu mbili na moja yakafanywa mambo mabaya sana Zanzibar, lakini walivyotuita wenzetu tukakaa chini na wao mpaka tukapelekea kuzalishwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. mm -hmm. Eh, pamoja na kwamba eh, ni zao la kuumizwa kwa watu mm -hmm. Eh, maridhiano sisi ni ndoto yetu, kwa hiyo ilipotokea hili pia tukakubali kukaa chini. mm -hmm. lakini tunasema kukaa chini ni jambo moja, kuhubiri maridhiano ni jambo moja pia, lakini watanzania wanahitaji kuona wanarudi katika mfumo wa kuwa na angalau demokrasia ya kweli itakayopelekea baadhi ya maeneo ikionekana iki kwamba mpinzani ana nguvu akashinda atangazwe kuwa mshindi. mm -hmm. Eh, sio maridhiano haya ambayo tunakaa kwenye vikao, wanaopata posho, wazee wetu wanapata posho <laughs> eh, samahani kwa utani huo, lakini mwisho wa siku maridhiano yale yanakuwa hayawezi kuenda kwa wananchi yakapimika. Tunavyokaa tunatumia pesa pia. Kwa hivyo kwako, we nikikusikiliza ni na nikikuelewa ni kwamba ni unataka kwamba eh, haki itendeke, mgombea ameshinda, atangazwe mchakato mele. na ndio maana sisi juzi ndicho tulik... ambacho wamesema rais, kwamba kila jambo litafanyika kwa mchakato kwa na, haki haki na ninasema na na, na. Na, na. hivi kwamba hata juzi sisi tulisimama viwanja vya Manzese Baharesa mm utangazia umma wa Tanzania kwamba sisi tutashiriki uchaguzi huu na hatugomei na hatugomei, kwa sababu kwanza ni haki ya kila Mtanzania eh, kushiriki katika uchaguzi kama mm, alivyosema mheshimiwa hapa, lakini bado tulitoa wito kwamba tunahitaji huu uchaguzi uwe huru na wa haki, na tulitoa wito kwa, kwa rais pia. Kwa haya yaliyotokea kwenye serikali za mitaa, ipo haja sasa ya kukaa na wadau wa demokrasia wakakaa chini wakapeana pole wakapeana mikono mm. eh, ili kupeana moyo kwamba tunapoenda kwenye huu uchaguzi mkuu yale eh, mm. yaliyojitokeza yali katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ambao nao liwaidiwa kwamba utakuwa wa haki mm. hayatojirudia tena. Asante Mheshimiwa Mad Rashid, tunafunga kipindi chetu, muda sio rafiki eh, tunahitimisha eh, kwa kusema kwamba kwa, eh, kwa Muhamed Gulau amesema kwamba anatoa wito kwa serikali kuzingatia yale ambayo yalitokea huko nyuma, asijirejee na hasa uchaguzi wa serikali za mtaa. Kwa hiyo ni kweli lakini, katika safari kama alivyosema, kuna kujikwaa na kadhalika hata ile 2001 hmm. aliyosema na moja aliyosema yeye eh, hmm. mimi nilikuwa kwa gerezani tisini na saba mpaka 2000 watu wanatoka pale ndio anaua, na kile kikao cha kwanza cha kufanya cha kupata maridhiano mimi ndio nilikuwa makamu mwenyekiti wake, kwa hiyo siku kwamba kuna posho tu kua na uwakilishi no, no. Lakini niseme <laughs> <laughs> tu tuzingatie sana yale maneno ya Mheshimiwa Rais, sawa. Na mimi naamini kabisa, tukizingatia tukaheshimu, hakuna ambaye hatuko hatuheshimu. Tuheshimu pande zote mbili, kopeana na siasa kwa raia na taasisi zinazosimamia uchaguzi. Asante sana Mheshimiwa Hamad Rashidi, huyu ni ambaye ameonyesha nia ya kugombea nafasi ya urais kupitia chama cha ADC mwaka huu huko Zanzibar na ni mwanasiasa mkongwe katika nchi hii. Asante sana kwa nafasi hiyo, na kushukuru nawe mtazamaji kwa kushiriki nami kwa takribani dakika 25. Hii ni niseme tu mwisho wa kipindi hiki, ni maandalizi ya kipindi kinachokuja, kitakuwa kizuri zaidi. Asante na nikutakie siku njema.